Waziri wa Katiba na Sheria na mbunge wa jimbo la Namtumbo, Daktari Juma Zuberi Homera ametoa jumla ya magodoro 222 kwa watumishi wapya 202 walioajiriwa na Serikali katika Halmashauri ya Wilaya ya Namtumbo, 13 kwa ajili ya watumishi wanaotarajiwa kuajiriwa na akiba magodoro saba, ikiwa ni jitihada za kuwajengea mazingira rafiki ya kazi na maisha. Akizungumza wakati wa hafla ya kukabidhi magodoro hayo yaliyofanyika katika ofisi za Halmashauri wilaya na Namtumbo, Homera amesema msaada huo ni sehemu ya kuunga mkono jitihada za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kutekeleza ahadi yake kuajiri watumishi katika sekta mbalimbali kwa lengo la kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi ndani ya siku mia moja za uongozi wake. Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan eh, kwa namna ambavyo eh, ameleta watumishi katika wilaya yetu ya Namtumbo kwenye zile ajira siku zake mia moja za Dr Samia Suluhu Hassan aliahidi kuajiri watumishi wa afya takribani, watumishi wa afya eh, takribani elfu tano eh, na watumishi wa elimu takribani elfu saba Sasa sisi katika wilaya yetu ya Namtumbo eh, tumepokea watumishi takribani mia mbili na mbili na pia kuna ajira zingine ambazo halmashauri nazo wataendelea nazo, wamepewa kibali takribani 13 kwa ukijumlisha, unapata wanapata 215. Kwa kwa hiyo mimi kama mbunge wa jimbo la Namtumbo nimeona katika kumuunga mkono mheshimiwa rais kwa kitu ambacho amekifanya siku zake 100, na mimi niweze kutoa magodoro takribani 215, e, lakini hapa yako 222. Haya magodoro 215 yanakwenda kuwanufaisha watumishi wapya wa wilaya hii ya Namtumbo ambao wamepangiwa kazi eh, katika halmashauri hii ya Namtumbo. Kama mbunge nimeona kwamba Mheshimiwa Rais amfanya jambo kubwa eh, katika utekelezaji wa ahadi zake ya siku mia moja, nikaona na mimi katika kuona kwamba Mheshimiwa Rais amfanya jambo kubwa kama hili, na mimi kama mbunge ambayo tunayomsaidia kazi huku kwenye majimbo niweze kutoa eh, eh, haya magodoro, ili watumishi wetu wakaanzie wa maisha ko kwa namna moja au nyingine na, na, na wapa morali kabisa wafanyakazi, waende wakafanya kazi kwa moyo, wamuunge mkono Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu hii ilikuwa ni ahadi ya yake ya siku mia moja baada tu ya kuchaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ataweza kutoa ajira kama hizo. Kwa mimi kama mbunge wa jimbo la na Namtumbo, nasema kazi iendelee na Dkt. Samia Suluhu Hassan. Daktari Homera amewahimiza watumishi hao kufanya kazi kwa bidii, uadilifu na uzalendo kwa ajili ya kuleta maendeleo ya jimbo la Namtumbo na taifa kwa ujumla. Aidha, amewaomba viongozi wa chama na serikali kuweka mazingira wezeshi wa kwa watumishi hao ikiwemo kuwapatia maeneo ya kilimo ili kuboresha ustawi wao wa maisha. Mimi niseme tu kwamba watumishi ambao wamepokelewa zaidi ya mia mbili na mbili na hao wengine kumi na tatu ambao wanakwenda kuajiriwa, ni waombe sana ofisi ya mkurugenzi pamoja na afisa utumishi aweze kuwahendo vizuri awape moyo, kwa sababu wanakwenda kwenye mazingira tofauti tofauti, mazingira mengine yana changamoto mbalimbali, mengine yako vizuri, kwa hiyo waweze kupewa moyo na wakifika kule. Natoa wito kwa viongozi wenzangu wa ngazi ya kata wa Chama cha Mapinduzi pamoja na wa serikali waweze kuwapatia hata pia mashamba, angalau kila mtumishi kwenye eneo ambalo wamefika zisipungue heka tano aweze kukabidhiwa ili aweze kujikwamua kuji kiuchumi, kwa sababu ni kipindi cha masika ambacho kinaendelea. Wakipewa na heka tano na godoro mimi nimewapa, manake watakuwa wamemunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan kwa niaba ya wazazi wa Namtumbo. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya na Namtumbo, Francis Pil, pamoja na kaimu mkurugenzi wa halmashauri Musa Mumina, wamemshukuru Daktari Homera kwa msaada huo, wakisema kuwa utachochea morali na ufanisi wa watumishi wapya katika utekelezaji wa majukumu hayo huku wakiongeza kuwa ni mara ya kwanza kutolewa kwa motisha hiyo. Nisema shukurani kwa Mheshimiwa mbunge na waziri wetu wa Katiba na Sheria kwa kuunga juhudi za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassani kwa kutuletea magodoro haya mia mbili na mbili kwa ajili ya watumishi wetu wapya wa ajira mpya kwenye wilaya yetu ya Namtumbo. Kipekee nimhakikishie kwamba sisi hawa watumishi tupo ushirikiano, tutafanya nao kazi bila kumfirisha yeye, kama kadiri yeye alivyoona kwa ajili ya kutupushi sisi kwa watumishi wa wilaya ya Namtumbo, ili watu wengine waipenye Namtumbo. Na niseme hiki alichokifanya ni kati ya mahitaji ambayo ni muhimu sana, kwa sababu ili mtu aweze kufanya kazi vizuri, alale aamke vizuri, na akiwa amelala pia ndio anaweza kuwa na mipango mizuri kwa ajili ya, ya kazi ya kesho na kesho kutwa. Kwa hiyo mimi nashukuru, na kwa niaba ya watumishi wote wa halmashauri tunamshukuru kwa sababu hiki alichokifanya si mara zote kimetokea, kinatokea kime tu kama, uh, kwa mtu mmoja mmoja anayeguswa akiwa kama kwenye nafasi kama hiyo ya ubunge. Kwa majina anaitwa Jasmine Juma Omera ni mkurugenzi mtendaji wa Society Trust Foundation, lakini pia ni mke wa mheshimiwa mbunge, mheshimiwa waziri Hivyo basi nipende kumpongeza mama yetu mama yetu dr Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutuletea watumishi katika wilaya yetu ya Namtumbo. Ninampongeza kwa jitihada zake na juhudi zake, Mwenyezi Mungu azidi kumtunza. lakini pia nipende kumpongeza Mheshimiwa Mbunge kwa juhudi aliyoionyesha leo, leo kuweza kuwapokea wageni hawa kwa kuweza kuwakarimu kwa magodoro, Mwenyezi Mungu azidi kumwongezea pale anapopunguza. Lakini pia watumishi na, na waomba pia watumishi waliopewa nafasi ya kuja wilaya ya Namtumbo waweze kufanya kazi zao kwa, kwa neema na baraka waweze tusonge mbele na kufanikisha katika jimbo letu la Namtumbo, tupate maendeleo zaidi. Wakizungumza kwenye kati tofauti tofauti, baadhi ya watumishi waliokabidhiwa magodoro hayo wamemshukuru Daktari Homera kwa kuwajali na kuahidi kufanya kazi kwa bidii kujituma na kujitoa na kutoa huduma bora kwa wananchi wa wilaya ya Namtumbo. Kwa jina naitwa Dominic Andrew Lusumo. Mimi nimeajiriwa katika kada ya walimu. Cha kwanza nipende kumshukuru Mheshimiwa mbunge kwa ajili ya zawadi huu aliyotupa, maana wengine tulikuwa tunawaza tunaanzaje, lakini tayari suluhisho limeshaukatikana. <laughs> vile vile pia nipende kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kutupa ajira hizi alikutangaza, wengi hawakuamini, lakini imekuja kutokea. Samia oe, kwa majina anaitwa Neema Ndosi, ni daktari. Tuna penda kushukuru Mweshimiwa mbunge pamoja na viongozi wote kwa fikiria na kutusaidia kupata magodoro ya kuanzia maisha. Nashukuru vilevile kwa ushirikiano wenu kuanzia tumefika mpaka muda na wakati huu na idi tutakuwa pamoja katika kila hatua na tuzidi kuombeana. Mimi ni Rosemary Joseph na hii ni Global TV kwa habari na matukio mkoani Ruvuma. Endelea kutazama Global TV. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floo 13 zenye vyumba zaidi ya mia moja, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa. Sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Paroti Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.